Uchaguzi NEC imeunda na kutangaza majimbo mapya ya uchaguzi ishirini na sita kutokana na ongezeko la halmashauri nchini pamoja na ongezeko la idadi ya watu, huku tume ikitangaza kubadilisha majina ya majimbo mengine kumi. Mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC, jaji mstaafu Damian Rubuva, amesema majimbo ishirini yanaanzishwa kutokana na ongezeko la halmashauri na majimbo sita yanaanzishwa kutokana na kigezo cha wastani wa idadi ya watu taarifa zaidi na mwandishi wetu Dorin Mlai ambayo imesomwa na Grace Kingalame. Ikiwa ni takriban miezi mitatu kuelekea uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani, tume ya taifa ya uchaguzi NEC imetangaza kuongeza majimbo ishirini na sita mapya ya uchaguzi pamoja na kubadilisha majina ya majimbo kumi. Mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC jaji mstaafu Damian Lubuva amewaambia waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuwa mabadiliko hayo yanafuatia tathmini na vigezo mbalimbali vinavyolenga kuboresha chaguzi zijazo. Kutoka mikoani, mikoa ishirini na moja walileta ma maombi, halmashauri thelathini na saba walileta maombi yao. Majimbo yaliyoomba kugawanywa majimbo hayo arobaini, e, na majimbo yaliyoomba kubadili majina e, ni majimbo kumi tulikuwa tunazingatia vigezo vifuatavyo. Kwanza, mipaka ya ukiutawala ni pale ambapo halmashauri mpya zimeanzishwa au wilaya mpya. Tatu, wastani wa idadi ya watu, yani population quota, na tatu, uwezo wa ukumbi wa jengo la bunge, maana kuna kiwango ambacho bunge aliwezi. Hayo tuliyazingatia, na tukatembelea wadau katika majimbo mbalimbali husika. Jaji Lubuva akataja majimbo ya uchaguzi Zanzibar ambayo mipaka yake imebadilika na kuongezeka sheria na kubadilika majina. Kwa upande wa Zanzibar, baadhi ya majimbo yamebadilishwa mipaka yake kama ifuatavyo. Jimbo la Bububu lina, linaunganishwa, linaunganisha Bububu mko, Mtoni na Dole, ndio unapata jimbo moja hilo, ndio sema la, la Bububu. Alafu jimbo la, la mwera linaunganisha mwera na mto mto pepo. Jimbo la, la kijito, up, kijito upele linaunganishwa na jimbo la pang, pangawe. Ongezeko la majimbo ishirini na sita Tanzania bara linafanya idadi ya majimbo ya uchaguzi Tanzania bara kufikia majimbo 265. Grace Kingalame, TBC, Dar es Salaam.